kupitia Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada, tunakuona, tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo, tupigie kwa nambari za simu 0742374809 asante sana mheshimiwa spika kwa kunipa nafasi. Swali langu ni kwamba kuna barabara ya Njombe Ludewa maarufu kama Itoni Lusitu, ni miaka miwili na nusu sasa imesimama, na hata ilipoleta shida juzi, mmetafuta mkandarasi wa ndani. Nini kauli ya serikali kuhusu mkandarasi mwenye mkataba huo? Lakini pia mkandara, mshauri, mhandisi mshauri wa mradi huo mpaka sasa anaishi hotelini hana nyumba ya kuishi. Nini kauli ya serikali kwa leo Mheshimiwa, kuhusu barabara ya Itoni Lusitu Njombe Mdeo? Asante Mheshimiwa Sigrada, kwanza muulize maswali mawili lakini cha msingi swali lako haliendani na swali la msingi. Swali la msingi linataka utaratibu gani wafuati wananchi wanaofanya biashara pembezoni barabara za TANROADS, na majibu yametolewa, wa kwa wanatakiwa walete maombi, kuna fomu na TANROADS watawashughulikia. Kwayo nikuombe, maswali yako mawili mazuri yaandike ili yajibiwe, sababu huyu hana, hana majibu hayo, sababu hajajiandaa kujibu barabara ya hiyo ambayo unaisema mheshimiwa Bulaya. Mheshimiwa uh, Spika, katika majibu ya swali la niongeza ambalo mheshimiwa waziri amejibu amejibu kuhusiana na taa za barabarani. Sasa ningependa kujua katika barabara ya kutoka Bunda Kisolia Nyamswa, kuna maeneo mengine yana taa hasa kipande cha Bunda Store kwenda Guta mpaka Mwibara. Ni lini sasa lile eneo ambalo kuanzia Bunda Store kwenda Guta Mwibara litamaliziwa? Mheshimiwa Bulaya, swali lako aliendani na swali la msingi.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 kupitia asili yetu TV. Asili yetu Rada, tunakuona, tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo. Tupigie kwa nambari za simu 0742 37 48